Ninajua utaratibu wa kuomba amri ya mandamus, sio kwamba nimeusahau au siujui. Sijaomba mandamus sio kwa sababu sijui. Mheshimiwa, nilisema wakati nazungumza kwamba kisheria mahakama hii ina retain control, effective control over the detainee or the prison. Nilisema Mheshimiwa, you are a visiting justice. Nilisema nitakwambia kifungu ni kifungu cha mia moja na moja. Sheria ya magereza kifungu kidogo cha tano, every area commissioner magistrate and justices of the peace shall be an ex officio visiting justices of all prisons within their respective areas of jurisdiction. Nachotaka nimetoa taarifa to a visiting justice. Do your duty. Nimetoa taarifa wakili, ume, umeelewa hii ni taarifa, ningetaka maombi ningeleta maombi nimetoa, ume ninge maambi, ninge yeah. Nimetoa taarifa to a visiting yeah. justice. kwa hiyo kwa hiyo uh, umeelewa wakili wa serikali. Mheshimiwa, mimi nilivyomuelewa tangu mwanzo ni hivyo, sababu kwamba alikuwa anataka kuwaondoa mawakili wake, lakini sasa maneno ya kawa mengi na jinsi anavyoishi pale. Kwa hiyo wao nikasema kama yapo hayo anayoyasema, wapewe nafasi wenzetu waweze kuyasemea kuliko mahakamani kuyaongea, lakini kama ameiweka kwamba ni taarifa mahakama ambayo itatembelea magereza. Taarifa ijiliwi yani, kama ilikuwa ni taarifa, hata mahakama yako ilikuwa haina haja ya kutuambia, labda tuidibie, si ndio? Sababu halikuwa ombi wala haikuwa chochote. Kwa hiyo ni kama musimyo, isimyo, okay. Endelea, ni taarifa mheshimiwa, tunategemea tu mahakama iseme imeipokea. Endelea wakili, rejoin your rejoin, ni hayo Um, kwa hiyo niseme katika um, hizo submission zako um, kwa sababu ni taarifa, nimezichukua na zitafanywa kazi kiutawala, not judicially administratively. Sawasawa. So ni sahihi kabisa, mahakama hii imekuwa inafanya inspection ukaguzi kwenye magereza yote na personal as an in charge mimi kama mfawidhi nimekuwa natembelea huko. Kwa hiyo utafanyiwa kazi kiutawala sawa, sawa? Yeah. Asante. Yes, twende kwenye maombi yako uliokuwa unataka kuyaleta, yapi? Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, shauri hili kama nilivyoeleza awali kwamba linakuja kwa ajili ya kutanga Mheshimiwa, shauri hili lipo kwenye hatua ya kusoma kwa mujibu wa kifungu cha 245 kifungu kidogo cha sita cha sheria ya, ya mwenendo wa mashauri ya jinai section 245 kifungu kidogo cha sita baada ya upande wa upelelezi kutekeleza maelekezo aliyopewa chini ya kifungu cha 245 kifungu kidogo cha 5. Hivyo, kwa kutoa nafasi hiyo, tunaiomba mahakama yako iweze kuahirisha shauri hili mpaka tarehe nyingine ya kutajwa, tuje tuiambie mahakama sasa kama shauli limesha failiwa mahakama Kuu au vinginevyo. Nimemaliza. Mm-hmm. Lisu. Mheshimiwa nashukuru hivyo inavyoombwa. Mheshimiwa <clears throat> kama nilielewa amri ya mahakama ya mwisho ya tarehe mbili ya mwezi huu likuwa mahakama yako tukufu, mheshimiwa, iletewe taarifa taarifa ya upelelezi ulikofikia. Tuliambiwa siku hiyo ya tarehe mbili kwamba upelelezi uko kwenye hatua za mwisho Leo tutakuja kuambiwa umekamilika au la. Sasa wakili wa serikali mkuu anaomba tuahirishe tena. Taarifa aliyoisema ni taarifa ya mdomo. Those are words from the bar. Hiyo sio taarifa ambayo iko envisaged kisheria. Mheshimiwa Mkurugenzi wa Mashtaka kwanza, kwanza nianze na, na taarifa inatakiwaje, alafu tarudi kwenye hiki kifungu alichokisema 245 cha sheria ya tano, tano, mwenendo wa mashtaka hiyo taarifa, hiyo taarifa ambayo inazungumzwa kisheria, ambayo ilitakiwa iletwe hapa ni taarifa ya upelelezi ambayo ipo kwenye kifungu, iko kwenye kifungu cha kumi na sita 16 1 na 2 ya sheria ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka National Prosecutions Service Act which provision 16 16 generally but specifically 161 and 162. Mm. Mm-hmm. 16:1 Mheshimiwa, inampa mamlaka mkurugenzi wa mashtaka ya jinai na mawakili wa serikali hawa wa, wa, wa ofisi yake mamlaka ya kusimamia upelelezi wa kesi za jinai. Mheshimiwa, sheria inasema the DPP shall be the head of operations in relation to coordination of investigative of investigations of criminal investigations head of operations. Ndio mkuu wa operesheni kwenye masuala ya uendeshaji wa upelelezi na mamlaka ya DPP ni mamlaka ya mawakili wake hao, kwa sababu sheria inasema kile ambacho DPP anaweza akakifanya kinaweza kufanywa vile vile na mawakili wa serikali walioko ofisini kwake, na wakikifanya mawakili wa serikali kitahesabika kimefanywa na DPP. And that is section section 16 1 and 2. Sasa, mheshimiwa, subsection 2 inasema BPP na by extension mawakili wa serikali wana mamlaka ya kumwamuru huyo anayepeleleza, kumwamuru awape taarifa ya hatua ya upelelezi kufikia. In the exercise of powers the director may require any authority mandated with investigative functions to investigate any criminal allegations that have come to the director's knowledge and furnish him with a report on the result of such investigations and the director shall have power to order that investigation be conducted by an investigative organ, organ name. Ana uwezo hata wa kuamua nani ndio afanye upelelezi. Lakini anataka ana mamlaka ya kuamuru nileteeni taarifa ya upelelezi. Hiyo taarifa ya upelelezi ndio tulitazamia kuiona hapa, sio maneno matupu ya wakili wa serikali mkuu. Maneno matupu hayavunji mfupa. ndelea sasa, mm -hmm. Mheshimiwa, 163 ndio iliyowapa hawa mawakili wa serikali mamlaka, the director may order that a state attorney coordinate an investigation of a crime and every investigating officer shall comply with that order. Sasa mheshimiwa, kati ya DPP ambaye hujawahi kumwona hapa hata siku moja na hawa mawakili ambao wako hapa kila siku kesi ikija, nani ndio mwenye faili? Nani ndio mwenye mamlaka ya huo upelelezi wa kuamuru upelelezi nini, hiyo taarifa ya upelelezi ipatikane? it is my submission kwamba ni hawa. DPP hajawahi kuja hapa, hana, hana case file. Wenye faili la mahakama ni hawa, wanaojua kitu gani kinaendelea ni hawa, wanatakiwa watupe ripoti walioipata kutoka kwa wapelelezi waiweke mahakamani, sio maneno matupu, sio maneno matupu kama watasema hawana, kama watasema hiyo ripoti... hiyo wao hawana, iko kwa DPP. Naiomba mahakama yako mheshimiwa imwite DPP ailete hiyo taarifa hapo, tusidanganyane Wasije wakasema tu ipo kwa DPP. Tunataka DPP aje ailete kama wao hawana. Mimi naamini wao wanayo, kwa sababu wao ndio wana file, wao ndio wana kesi hii siku zote, siku leo sitini na nane, watoe taarifa. Kama hawana DPP aje atuletee kitu chenye mashika, sio maneno matupu. Mheshimiwa, kuhusiana na 245 the Director of Public Prosecutions or that other public officer after studying mm -hmm. Oh. Baada ya kwa hiyo kirejee yeah. <coughs> yeah. yeah. um, ki kifungu cha 245 yes. kifungu kidogo cha sita. Asante mheshimiwa Asante sana. Miamoja, 245, sita. inasema hivi

And information in accordance with the law and when signed by him submitted together with three <coughs> copies of each of the statements of witnesses sent to him under subsection 4 including any document containing the substance of the evidence of any witness who has not made a written statement. Hiki kifungu mheshimiwa imetajwa Completely premature. Completely premature. Oda ya mahakama ilisema walete taarifa uchunguzi umefikia wapi? That was the order. Hiki kinasema kinazungumzia upelelezi ulishakamilika, mafaili yalishapelekwa kwa DPP, ameyasoma ndio anaamua tuende mahakamani au tusiende. Sasa subiri. Ndio. Subiri. Yes. Um, Katuga, unaweza ukajibia hiyo point kabla sijamruhusu kumalizia. Ndio ulikuwa unamaanisha hivyo kwa hicho kifungu mheshimiwa? Nilichokuwa na maanisha jalada, kwa hiyo jalada sasa na, mnalo kwa hiyo jalada sasa wanalo. Kwa hiyo sasa iko hatua gani baada ya kuwa jalada mnalo? <coughs> <M -mushima tos> <ni memanisha. tos> mm. Uh, tulia, endelea, endelea, endelea. Nilicho manisha jalada baada ya to comply na ile further investigation kwa maana kifungu cha 245 limeletwa sasa kwenye kusomwa kwa maandalizi mm ya -hmm. mm. mm. Umemwelewa? Sasa nimemwelewa. Ndio maana nimesema mheshimiwa, mm. ametanguliza mkokoteni mbele sana ya farasi, mm. bele sana ya punda mm. alitakiwa aelewe a comply na amri ya mahakama. Moja, mheshimiwa hakimu, ulituambia tulete taarifa, taarifa ile ambayo nimeisema. Ulituambia tulete taarifa, upelelezi umefikia wapi. Mheshimiwa, upelelezi umekamilika, taarifa ni hii. Alafu pili dio aseme hivi kwa vile upelelezi umekamilika, mheshimiwa, tumepeleka DPP, amepelekewa witness statements, na vitu kama hivyo, na sasa anasoma jalada ili aamue tuta prosecute au la. Um, kwa hiyo yes. ni sahihi aliyoyasema mshtakiwa, anayoyasema ya kwamba sawa, umemwelewa kimsingi. Mnaongea lugha moja kabisa, lakini hapa ni tafsiri ya maneno. Mshtakiwa ambaye ameieleza mahakama ni wakili wa miaka ishirini na mbili amejaribu kueleza namna ambavyo submission ingepaswa kuwa kwa urahisi ili kueleza mahakama namna gani mmetekeleza amri yake. Ndicho hicho alikuwa ukua nataka kwayo. Mi nilikuwa nataka unijibu aliyoyasema, hayo ni sahihi, ili ni ya rekodi, au unafikiri amezidisha? Okay. So, anyway It's okay. Yeah. Uh, sasa mheshimiwa, nimesema kifungu cha 245 kina hatua, kina hatua tatu. Kuna hatua iliyoko 240 ndio najua mimi nataka to save time yes. Nataka to save court time yes. Uliyoyasema ni sahihi kabisa na ambayo aliyasema isipokuwa mm, yeye tu alisema kwa kifupi bas. Kwa hiyo, um, ili kupunguza kuongea sana kwa sababu okay, okay, ulivyosema ndivyo ambavyo amesema ila yeye ongea kwa kifupi na kurifaya ile amri ya mahakama ya kwanza. Kwa hiyo ninamtaka ni, ni tu arejee aseme nini ambacho kwa maana ya upelelezi umefikiwa kama ni hayo ambayo umeyasema, then huna sababu ya kuendelea kusaiti hivyo vifungu okay, vya kisheria ili tuweze kutunza muda wa mahakama. Kwa hiyo kama angalau umepeleza vizuri, mheshimiwa yeah. E, e, angalao, ume, ume